Hey, mambo vipi, karibu sana kwa mara nyingine, nipo na rauta ya Airtel Smartbox 5G. Na kuna watu ambao wameniomba niweze kufahamisha namna gani ya kublock device fulani ili siweze kuaccess internet so, video hii ya leo nitakwenda kuonyesha hatua kwa hatua jinsi gani ya kufanya hivyo. Pengine kuna vifaa ambavyo vimeconnect na wifi yako rauta yako hii ya Airtel na haujaruhusu wewe waweze kutumia internet. Sasa kuweza kuondoa hilo, unaweza tu ukablock hizo device. Hata kama zimeconnect zisiweze kuaccess internet. Ndio kitu ambacho leo nitakwenda kukuonyesha. Nitaanza kwa kukuonyesha kwenye laptop computer, jinsi ya kuingia katika ile interface ya router yetu na kuweza ku block hiyo device yoyote ile ambayo unahitaji, ambayo itakuwa imeconnect na hiyo router yako, lakini vilevile nitakwenda kukuonyesha kwa kupitia simu. So, tazama video hii hadi mwisho, kama wewe unatumia simu uweze kuona kwa kupitia simu unafanya vipi, lakini njia ni hizo hizo. So moja kwa moja tusiongee sana, twende tuingie katika kompyuta na baada ya hapo tuoneshane hatua kwa hatua jinsi ya kufanya hivyo, kisha tuingie katika simu, nako tuweze kuoneshana kwa wale watumiaji wa simu. So acha niweze kuweka hii rauta yetu hapa na niingie katika kompyuta tuweze kufanya kwa pamoja. So wewe kama unatumia kompyuta, hakikisha umeunganisha hiyo kompyuta yako na wifi tunafahamu kuweza kuaccess ile interface ya router, lazima uconnecti na ile router. Kwa hiyo hakikisha umeconnecti, njoo zako katika browser unaoitumia katika sehemu ya kusearch huku andika ile uh, URL namba ambayo tunaitumia, IP address ya kutufikisha katika router, so 192.168.1.1 hii ndio ambayo itatupeleka katika interface. Natumai unaifahamu kama ni mfuatiliaji wa youtube channel yangu, tumekuwa tukifahamishana vitu tofauti tofauti na, to na tunaoneshana jinsi ya kufika katika interface ya router yetu. so click enter, itakuja hapa, itakuhitaji uweze ku-login. Kwa hiyo username utaingiza ambayo unaitumia hapa, mimi natumia admin, na password utaingiza ile ambayo unaitumia so mimi nitaweka password yangu then baada ya hapo uta click enter ku login, na kama umepatia username na password, utaingia moja kwa moja ndani ya interface ya router yako hiyo ya Airtel 5G Smartbox. Baada ya kufika hapa, tulioneshana video iliyopita jinsi gani ya kuona watu wote ambao wameconnecti hiyo wifi yako ama hiyo router yako, unaweza kuja hapa katika DHCP information, ukaona device list, ukaona device zote hapa, ama unaweza kuja katika hii wifi information hapa, Connected list ukaona. So, mimi wacha niingia hapa katika DHCP device list, na nahitaji mimi ku block hii device hapa, hii simu hapa imeingia katika router yangu, ina access internet bila taarifa yoyote kwangu. Kwa mimi nahitaji kumblock huyo mtu, ukiangalia huyu kuna hii MAC address hapa mbele yake na IP address. So utakuja utakopi hii MAC address, control C nitakopi mimi. Baada ya hapo tutakwenda kuitumia huku mbele. Shusha chini kabisa upande wa kushoto huku katika hizi settings, angalia sehemu iliyoandikwa firewall, click hapo. Zitafunguka hapa settings zinazohusiana na firewall. Chagua sehemu iliyoandikwa filtering rules, click hapo. Baada ya hapo ingia zako katika sehemu iliyosomeka mark filtering, lakini kabla ya kuingia katika mark filtering, hakikisha hapa katika default filter rules, chagua black list instead of white list. Hakikisha unachagua black list hapa kama hivi. Mimi njo katika hii tabu hapa ya mark filtering. Na hapa kama unavyoona mimi niliwahi kublock huyu mtu mmoja hapa, acha niweze kudelete ni kuonyeshe wewe jinsi ya kufanya hivyo, so utakuta inaonekana kama hivi mark filtering na hapa utakuja, uta click katika hii button ya add rule, itakuletea hapa. Utachagua IP version 4 ama IP version 6. MAC address ile ambayo tumekopi kule, utakuja uta paste hapa kama hivi. Mimi remark, unaweza kuipa jina pengine ili uweze kuitambua, uh, ili uweze kujua muda mwingine kama huyu mtu amekuja kuongea na wewe, unahitaji kum ruhusu sasa atumie hiyo internet, unaweza kuja kuifuta. Kwa ni muhimu kuweka hapa uh, jina ambalo utalikumbuka. Mfano mimi huyu anatumia Pixel 1. Simhitaji na nahitaji kublock, so confirm. Tayari tumesha muadd hapa. Kinachohitajika kufanyika tena ni kuweza kusave na kuapply rules. Kwa hiyo save and apply rules, confirm. Tayari utakuwa umeweza kublock hii device hapa kwa kupitia MAC address yake na hatuweza kuaccess internet. Lakini muhimu cha kufanya hapa baada ya kublock hizo namba ambazo, ama hizo device ambazo unahitaji kuweza kublock, jaribu kuzima hiyo router yako na kisha washa, ili basi ianze uh, from the start, na wale ambao waliweza kuconnect mara ya mwanzo watakuwa disconnected, na wakiingia tena hawataweza kuaccess internet. Fanya hivyo, so hapo utaweza kuadd zile devices zote ambazo zimekuwa connected na hiyo router yako bila ruhusa yako. Utazi access hapo, utaziona na utaziblock, hazitoweza kupata internet. So moja kwa moja hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya, ni rahisi sana kama unavyoona. Kama, kama baadaye utahitaji kuiondoa utakuja hapa hapa katika filtering rules, MAC filtering kuna hii button ya delete hapa, uta click delete, utaweza ku delete na hii device itaendelea kupata internet kama kawaida. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza ku block device fulani isiweze ku access internet ya wifi yako au router yako. Lakini vile vile kwa wale watumiaji wa simu unaweza kufuata njia hizi, hizi tu haina shida sana, interface inaonekana hivi, hivi katika simu. Ukija huku pembeni, unachukua kwanza ile MAC address then then unakuja katika firewall, unaingia katika filtering rules, unahakikisha hapa ipo blacklist, kisha unakuja katika MAC filtering una add rule na kisha unaingiza hiyo MAC address yako hapa ya hiyo device, then una remark ili uweze kukumbuka device hii ni ya nani, una confirm then umemaliza. Kama utashindwa, kwa wewe mtumiaji wa simu, niambie ili nije kuonesha na kwenye simu, lakini naona haina haja Tusifanye video hii kuwa refu sana so asante sana, like video hii. Natumai njia hii itasaidia sana kwa wale ambao wanajaribu kushare uh, internet na wanaona watu wanajiunga kwa wingi wakiwa wana, uh, share pengine QR code ile na mtu anajoin bila ruhusa yako, unaweza kuziblock hizo device kwa kupitia njia kama hii. Una swali lolote juu ya hii device ya Airtel Smartbox 5G niambie katika sehemu ya comment kama kuna kitu cha kuweza kufahamishana tutakuja kufahamishana kama hivi, hatua kwa hatua, na kila mmoja wetu aweze kufanikisha hilo. Unaweza hapa sasa hivi kwenda kubadilisha password kama utahitaji, ili watakaoingia wawe wapya. Yule atakayeingia tena kwa kuweza kupewa password pengine ambayo umemblock hapa, hataweza ku access internet. Fanya hivyo, itakusaidia sana njia hii. Asante sana, like video hii. Kama ni mgeni, hakikisha unaondoka Hakikisha kabla hujaondoka umesubscribe channel langu ya YouTube tuendelee kuwa pamoja kwa kupeana tips na tricks kama hizi katika vifaa mbalimbali na masuala ya tofauti tofauti ya tech. Asante sana.